Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana, jambo ambalo wengi kati yetu hatulioni kama tatizo, lakini linaathiri ibada, maisha ya kila siku na hatimaye akhera yetu. Hili ndilo kosa kubwa linalofanywa na waislamu wengi. Kuna tabia na mazoea tunayoyaweka moyoni, ambayo bila kujua, yanatufanya tupoteze thawabu au kutoweka karibu na baraka za Allah mmoja ya makosa makubwa ni kusahau au kupuuza maagizo ya Allah. Kurani inatufundisha, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka basi ifuateni, wala msifuate njia nyingine zikakutengeni na njia yake, haya amekuhusieni ili mpate kucha Mungu Suratul Anam. Hii inatufundisha kwamba kutii ni msingi wa kila ibada. Watu wengi huamini wanamwabudu Allah, lakini matendo yao ya kila siku hayakidhi mafundisho ya Quran. Hii inaweza kuwa ni kufanya dhambi ndogo na kubwa, kutulia kwa aibu, au kusahau majumuisho ya sala na dua. Kosa lingine kubwa ni kuwa na imani isiyo thabiti. Imani yetu ni silaha yetu ya nguvu, lakini iwapo haina mizizi, tunakuwa rahisi kushawishiwa na dunia. Watu huacha kusali, wasome Quran, au kutojitahidi katika ibada kwa sababu ya mawazo ya dunia au hofu ya watu. Hili ni kosa kubwa, kwani imani ndogo inasababisha mapengo makubwa katika maisha ya kiroho. Kosa jingine ni kufanya ibada bila uelewa. Watu wengi hufata ibada kwa tabia tu bila kujua maana ya maneno wanayoyasema. Fikiria mtu anasali, lakini moyo wake haupo kwa Allah. Fikiria mtu anasoma Qur'an lakini haelewi maneno yake. Hii inasababisha ibada kuwa kama utaratibu tu bila thawabu halisi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituonya, sio kila anayejiita Muislamu atakayeteremshwa kwenye peponi, bali ni wale wenye imani na matendo mema. Kosa lingine ni kusahau umuhimu wa muda. Wakati ni mali ya thamani zaidi. Watu wengi hufanya kazi nyingi za kidunia na kusahau kumtumikia Allah. Kila dakika tunayotumia bila kusali, kusoma Qur'an au kufanya mema ni nafasi iliyopotea. Hii ni kosa linalofanywa na wengi bila kujua. Allah anasema mtu anapoitwa kwenye dunia anapoteza. Tukumbuke kutumia muda kwa hikma na ibada. Wengi kati yetu hufanya dhambi ya kushirikisha dunia zaidi ya akhera. Tunajikita kwenye fedha, hadhi na utukufu wa muda mfupi. Lakini akhera ndiyo makazi ya kudumu. Kosa hili linazuia baraka na thawabu kwani Mtume alisema, dunia ni kashfa na akhera ni bora na kudumu. Hivyo kila hatua tunapochukua inapaswa kuwa na lengo la kudumu, si la muda mfupi tu. Kwa hiyo, ndugu zangu, sasa tunajua baadhi ya makosa makuu. Moja, kupuuza maagizo ya Allah. Mbili, imani isiyo thabiti. Tatu, kufanya ibada bila uelewa. Nne, kusahau muda na fursa. Tano, kushirikisha dunia zaidi ya akhera. Tafadhali chukua hatua leo. Rekebisha imani yako, elewa ibada yako, tumia muda kwa hekima na weka akhera mbele ya dunia. Kwa kufanya hivyo